Tena na tena, sayari yetu imesukumwa hadi ukingoni mwa maangamizi. Kuanzia asteroidi kubwa zilizogonga dunia hadi virusi vidogo visivyoonekana vilivyosababisha mlipuko ya ugonjwa duniani, vitisho vya kutoweka kwa maisha havijawahi kuwa mbali. Hata hivyo, kwa namna fulani, binadamu daima hupata njia ya kustahimili, kujijenga upya na kuendelea kuishi. Lakini swali kubwa limebaki: hali hii itaendelea kwa muda gani? Je, mojawapo ya hali hizi kumi na mbili zinazozitishia inaweza hatimaye kufuta maisha yote kwenye sayari yetu ya buluu na ni kwa kiwango gani zina uwezekano wa kutokea? Fikiria ving'ora, bankas na hifadhi za dharura. Vita vya mwisho vya dunia vilianza mwaka 1939, lakini huko mvutano wa kimataifa ukiongezeka na migogoro ikizuka katika maeneo mbalimbali, wengi wanaanza kujiuliza kama tunakaribia tena vita vya dunia. Kila mwaka unaopita uwezekano huo unaonekana kuwa mkubwa zaidi, na kama vita hivyo vitatokea, vitakuwa tofauti kabisa na chochote ambacho binadamu wamewahi kushuhudia. Uwanja wa vita wa siku zijazo utaongozwa na teknolojia za hali ya juu za kijeshi. Mataifa yatapigania rasilimali muhimu za asili, huku tishio za silaha za nyuklia likining'ania angani. Maeneo hatarishi yanaweza kujumuisha Marekani, Urusi au hata Taiwani. Basi ikiwa vita vya tatu vya dunia vitazuka, utawezaje kuishi? Kwa wale wasiotaka au wasioweza kupigana huishi, huenda ukategemea umbali, kuondoka katika miji mikubwa ambayo mara nyingi huwa malengo ya kwanza. Maeneo ya vijijini yanaweza kutoa nafasi bora zaidi ya kuendelea kuishi. Kuandaa kifaa cha msingi cha kujiokoa kunaweza kuwa muhimu, na labda hata kuanza kufikiria kuhamia sasa kwenda maeneo yaliyo mbali na vituo vya nguvu za dunia. Kaskazini ya mbali au kusini ya mbali huenda kukawa mahali pa kujisitiri Greenland, New Zealand, labda hata Antarctica. Lakini vipi kama kuna jambo kubwa zaidi? Vita vya nyuklia vya kikanda vinaweza kuwa mamilioni ya watu, lakini havitamaliza dunia. Lakini ukivuta wachezaji wakubwa kabisa uwanjani kama Marekani na Urusi, basi hakuna kinachoweza kutabirika. Mlipuko wa bomu na nyuklia lenye nguvu ya kilotani mia tatu naweza kuyeyusha kila kitu kilicho karibu wakiwemo binadamu. Lakini huo ni mwanzo tu. Ikiwa silaha nyingi za nyuklia zitarushwa, kila mlipuko utazalisha mpira mkubwa wa moto wenye joto linalokaribiana na kiini cha jua. Naona hilo ni mbaya, linazidi kuwa baya zaidi. Moshi zito jeusi wa kaboni utaenea katika ulimwengu wa kaskazini na kuifanya dunia ipoe kwa kasi na kusababisha kile kinachoitwa baridi ya nyuklia, Nuclear winter, kwa hadi miaka kumi. Takriban asilimia tisini na tisa ya watu katika Marekani, Ulaya, Urusi na China wangefariki kwa baridi kali, ikiwa tu watakuwa wameokoka mlipuko wa awali. Baada ya mlipuko, ni muhimu kutafuta hifadhi mara moja. Kwa wiki moja au mbili zinazofuata, itabidi ujifiche ndani ili kuepuka mvua ya mionzi ya nyuklia. Ujisitiri chini ya ardhi au kwenye maeneo yenye udongo nzito unaweza kusaidia kujikinga na mionzi. Ikiwa wanadamu watajiangamiza jangamizo wao kwa wao, huenda kuna kitu kingine kitakachofanya hivyo. Uvamizi wa viumbe wa angani. Ndio, ninazungumzia viumbe kutoka nje ya dunia. Si kwa sababu wanataka kututawala, bali vipi kama ni kwa sababu wamekasirika kwa kitu kimoja ambacho hata sisi hatuwezi kutosha nacho. Lakini kabla hatujaendelea, je, viumbe wa angani wapo kweli? kulingana na kanuni ya Drake kuna uwezekano wa kati ya asilimia hamsini na tatu hadi tisini na tisa nukta sita kwamba sisi ndio viumbe pekee kwenye akili katika njia ya maziwa Milky Way. Lakini ikiwa wako, wangewezaje kufika duniani? Labda kwa kutumia vyombo vya anga vya hali ya juu sana, au hata kupitia mianya ya anga na wakati, wormholes. Huenda hawajakuja kwa nia mbaya, bali kwa sababu wanatafuta nishati. Ustaarabu wa kigeni wa daraja la pili, type 2 civilization, unaweza kuwa na muundo kama duara la Dyson unaozunguka nyota yao ili kuvuna nishati ya jua. Na wanapotafuta vyanzo vipi vya nishati, vipi kuhusu jua letu? Hilo lingekuwa janga kubwa. Bila jua, karibu maisha yote duniani yangetoweka, binadamu wangeganda kwa baridi Mazao yangekoma ya kukua na sayari yetu ya buluu ingegeuka kuwa nyika isiyo na uhai. Sawa, hilo linaweza kuonekana kama hadithi ya kubuni. Hebu tuhamie kwenye jambo lenye uwezekano mkubwa zaidi: asteroidi kugonga dunia. Asteroidi kubwa sana yenye upana wa kilomita tisini na sita sawa na maili sitini ingeangamiza kila kitu. Ikipungua hadi kilomita kumi na mbili takribani maili saba nukta tano huenda wachache wangeponea lakini bado ingekuwa janga kubwa. Eneo la mgongano lingekuwa na joto kali sana, tsunami kubwa zingetokea baharini, mabilioni ya watu wangepoteza maisha. Mgongano huo ungezalisha wingu kubwa la vumbi ambalo lingezunguka dunia na kuzuia mwanga wa jua na kusababisha baridi kali kwa maelfu hata mamilioni ya miaka. Ingawa uwezekano wake ni mdogo, kama ingetokea ungefanya nini? Wanasayansi wanasema hifadhi ya chini ya ardhi ndio chaguo bora zaidi. Lakini kama hataweza kuondoka mbali na eneo la mgongano au maeneo ya pwani yenye tsunami, basi hatimaye ungefariki iwe kwa baridi kali au joto kali sana. Sasa tuzungumzie volcano kubwa, super volcano. Kama asteroidi kubwa, super volcano nayo inaweza kutuangamiza. Takriban miaka milioni mia mbili iliyopita, mlipuko mkubwa wa volcano uliangamiza asilimia sabini na tano ya viumbe wote duniani ulikuwa na nguvu kiasi cha kuitenganisha Amerika Kaskazini na Afrika na kuunda bahari ya Atlantiki katikati yao. Nao kuwa mlipuko mmoja tu kwa takriban miaka laki sita eneo linaloitwa Central Atlantic Magnetic Province lililipuka mara kwa mara. Lava ilifunika ardhi, majivu ya volkano yalinyesha kila mahali. Lakini kilichosababisha uharibifu mkubwa zaidi hakikuwa lava, bali uchafuzi wa mazingira kiwango cha CO2 na kaboni kilipanda sana na kusababisha maangamizi makubwa ya mazingira. Je, kuna mlipuko kama huo unaotusubiri leo? Chini ya hifadhi ya Yellowstone kuna kaldera kubwa sana. Wanasayansi hawaamini italipuka hivi karibuni, lakini katika siku za usoni za umbali huenda ikatokea. Ikiwa italipuka, tarajia hali kama ile ya miaka milioni mia mbili iliyopita. Kwa bahati nzuri wanajiolojia wanaendelea kufuatilia mitetemeko ya ardhi. Lakini je, kuna yote yanayoweza kutuokoa dhidi ya janga la zombi? Kuvu aina ya kordiseps huweza kudhibiti mchwa, ilikuwa ndani ya miili yao na kuchukua udhibiti wa mfumo wa neva. Je, inaweza kuadhiri binadamu na kuunda zombi halisi? Wanasayansi wanasema joto la mwili wa binadamu ni kubwa sana kwa kuvu huyo kuishi. Lakini kivipi? Kama ingebadilika, miji mikubwa kama New York, London na Hong Kong ingekuwa malengo ya kwanza kwa kuwa codiceps inaweza kuenea kupitia spora. Kuepuka maambukizi kungekuwa vigumu sana. Zombi zingechukua miji mikubwa polepole. Ikiwa unaishi maeneo ya vijijini, huenda ungekuwa salama kwa muda. Halafu kuna janga lingine la magonjwa ya mlipuko ndiyo janga jingine. Tena kama unatazama hili, uliweza kuishi wakati wa COVID-19. Lakini je, utaishi janga lijalo? Katika miongo ijayo uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa mpya utaongezeka mara tatu, kutokana na ongezeko la idadi ya watu, mabadiliko ya mifumo ya chakula, na mwingiliano wa karibu kati ya binadamu na wanyama. Wanasayansi wanakadiria janga lingine litatokea ndani ya miaka 59 ijayo. Virusi vipya vinaweza kuwa hatari zaidi, vinaweza kubadilika haraka zaidi au chanzo isipatikanwe kwa haraka kama iliyokuwa kwa COVID. Badala ya kifo milioni saba huenda tukashuhudia makumi ya mamilioni ya vifo. Wakati wa janga la COVID, bioteknolojia ilisaidia sana kutengeneza chanzo za mRNA zilizookoa maisha, lakini je biolojia ya kisintetiki hiyo inaweza kutuangamiza? Leo katika mabara ya siri mahali fulani, je, mtu anaweza kuunda virusi yaubakteria hatari sana? Fikiria virusi vinavyoenea kimya kimya bila dalili kwa wiki nyingi kabla ya kuwa hatari sana. Kwa sababu ya jinsi dunia ilivyo na jinsi usafiri ulivyo wa haraka, virusi hivyo vinaweza kuenea kwa kasi. Kuna mabadiliko ya ya nchi ya janga Vipi kama joto la wastani la dunia ingepanda kwa nyuzi joto nne za selsiasi? Huenda lisionekane kubwa, ningeangamiza maisha kama tunavyojua. Kiwango cha bahari kingepanda kati ya mita sufuri nukta tano hadi sentimita moja au hata zaidi, katika karne ya ishirini na mbili miji kama New York na Venis ingekumbwa na mafuriko makubwa. Uzalishaji wa chakula ungeharibika. Joto kali na unga vyenye nguvu vingekuwa vya mara kwa mara. Miamba ya matumbawe ingeharibiwa kabisa, na maji yataendelea kupanda katika karne zijazo. Katika dunia ya namna hii, huenda binadamu wasitoweke kabisa, lakini dunia ingeweza kuimili takriban watu bilioni moja tu. Tumaini uwe miongoni mwa wachache wenye bahati. Sasa hilo tayari linaonekana baya, lakini vipi kama gafla kupumua kungekuwa kugumu zaidi? Kiwango cha oksijeni baharini inaendelea kupungua leo. Je, tuko hatarini kukumbwa na tukio la upungufu mkubwa wa oksijeni baharini oceanic anoxia? Baada ya yote, ilo lishawahi kutokea takribani miaka milioni 45 iliyopita. Wakati huo viwango vya oksijeni vilipungua kwa muda wa miaka milioni tatu na asilimia 85 ya viumbe wa baharini walitoweka. iwapo phytoplankton viumbe wadogo wanaoishi baharini wangekuwa miongoni mwa waliotoweka, basi uwezo wa bahari kunyonya hewa ya ukaa carbon dioxide ungepungua sana. Hilo lingesukuma mzozo wa tabia nchi kwenda kasi ya kutisha. Zaidi ya hapo, kiwango cha oksijeni angani kingepungua pia. Kwa sasa, basi pumua kwa kina wakati bado unaweza. Sawa, labda bado tutakuwa na oksijeni ya kupumua, lakini je, tuko ukingoni mwa kuporomoka kwa mfumo ya ekolojia duniani? Hilo lishawahi kutokea zaidi ya miaka milioni mia mbili hamsini iliyopita, wakati wa kipindi cha Permian Triassic. Mifumo ya ekolojia yenye afya hutegemea uwiano wa mahusiano kati ya mimea na wanyama, wawindaji na wanaowindwa. Kila spishi ina jukumu muhimu. Iwapo spishi zote zinazotekeleza jukumu fulani katika mfumo wa ekolojia zitatoweka, basi hiyo ndiyo domino ya kwanza kuanguka na kuanguka kwa dunia yetu kunakuwa kuharibifu sana. Kupotea kwa kutisha kwa bioanuwai kunakushuhudia leo ni ishara ya mwanzo wa mwisho. Fikiria tu dunia bila nyuki, washavushaji wetu muhimu zaidi. Tungeaga sehemu kubwa ya matunda yetu na afya ya binadamu ingedhoofika sana. Ndiyo, nyuki wa roboti. Kuna yote na tukizungumzia roboti, hapa ndipo tunapofika kwenye tishio ambalo huenda ndilo hatari zaidi kuliko yote. Athari mbaya zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi bado ziko miaka kadhaa mbele, lakini akili bandia AI yenye uwezo wa kutuangamiza tayari ipo. Katika dunia ambako AI inakuwa na akili zaidi kuliko binadamu, tunaweza kufanywa watumwa na akili tulivyoiumba sisi wenyewe. Kwa kasi kubwa tunaelekea kwenye hatua hatari itwayo singularity, ambapo AI inapita akili ya binadamu. Hebu tuombe tu kwamba watawala wetu wapya wa kidijitali watakuwa wapole. Lakini kama hawatakuwa hivyo, nina wazo moja: vipi kama badala ya binadamu kutoweka, tunaendelea na kubadilika na kuwa ustaarabu wa kiwango cha juu sana? Naam, hilo ni simulizi la wakati mwingine.